Naam, tumsifu Yesu Kristu. Mpendwa mtazamaji wa Saint Paul Online Media na kuomba kwanza uweze kusubscribe hapo kwenye neno subscribe. Ukisha subscribe tunaweza kuendelea. Ilikuwa ni baada ya misa takatifu ya kumwombea hayati marehemu Jenista Joachim Mhagama ambaye aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na hapa tunaona wanaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya Jenista Mhagama, na tunaona groto lipo kule, sanamu ile ambayo wanamshukuru Mungu ilichangiwa kutengenezwa na huyu Jenista Mhagama ambaye ameshafariki, na hivyo kanisa hilo liendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipaji na maisha ya kujitolea kwa kanisa ya Jenista Mhagama, asante na Mungu wakubariki.